Um, wewe umekuwa pia ni, pia ni mdau wa sanaa hapa Tanzania, tunapozungumzia mziki wetu na wasanii wetu, pia amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wanatupiwa wana, wana, wana, sana na lawama sana, pengine sijajua, lakini kwa mfano mimi nimekuwa nafuatilia uchaguzi wa Marekani juzi, unaona kabisa kuna wasanii fulani ambao walikuwa wanamuunga uh, uh, Trump na wengine wanaunga na, kule Democratic. Unaona kabisa wanahusika wana katika zile kampeni. Kwa nini hapa hapa Afrika au Tanzania wasanii wamekuwa wakilaumiwa sana kujihusisha na politics na pale pale, pale pale, ni kwa sababu tunarudi pale pale kwenye ni, ni politics. Unajua uh, ku, ku, kuunga mkono uh, chama chetu cha siasa ni, ni haki yako uh, kwa hiyo sidhani kama kuna mtu amezuiliwa ame, ame na nadhani watu wanavyolalamika ni kwa sababu tu mtu anapendelea ana, ana, ana, ana, ana, ana chama fulani na angependa mwanamziki anayompenda afuatilie chama fulani. Kwa hiyo ule ni uamuzi wake binafsi, unajua e, kwa sababu ya uchanga wetu, unaona. Lakini hata wasanii pia wana haki ya, ku, ya, ku, ya, kuunga mkono chama chochote anachokitaka. Kila mtu anafanya kazi kwa utashi wake na mapenzi yake, unajua. Wasanii wetu ndio chanzo cha haya yote ambayo wanakuwa, nimesema mimi lazima, kama swali swali langu uchumi ndo sababu ya haya yote hapana? Hapana, hapana, hapana, hapana. Wewe si umeona kuna wasanii ambao wanaunga mkono vyama vya upinzani, kuna wasanii wanaunga mkono vyama vya chama ambacho kiko madarakani. Unajua wasanii wengine hata hatujui wanaunga mkono chama gani, unajua, na unaona kabisa anaenda kufanya mahali kazi, kwa hiyo ni ya ni, ni, ni, ni juu ya mtu kusema kweli kuamua, unajua. Na uzuri eh, katika enzi hizi ambazo tupo eh, hakuna, hakuna ule wasiwasi mkubwa sana wa kusema kwamba bwana, mimi naogopa na, na, na nitajificha nisionekana nisi na, hasa kwa wasanii kwamba kwa kwa nini nashabikia na, na chama fulani nauliza swali la mwisho uh, ya, juzi kuna sauti ambazo zilivuja, zilivuja za mdau mwingine wa, wa maswala ya, ya, ya, ya habari hapa ya Tanzania. Moja nisipokuuliza ile pengine hata wasinielewe, za mdau mwingine wa maswala ya habari hapa uh, Haji Manara, na moja ya sauti zake ambazo alikuwa akizungumza alikuwa akimsema bosi wa hapa Alikiba kuhusu sanaa ambao anaifanya kwa maana mziki anaofanya yeye, akasema ni mziki ambao pengine sio wa biashara, ila kuna wasanii ambao wanafanya, akamtaja Diamond akasema ni mziki wake ni wa biashara. Nimalize swali langu langu liko hivi uh, moja vitu ambavyo alizungumza, alisema kwamba watu wa karibu na Alikiba wamwambie ukweli, mziki anaofanya afanye, inabidi ubadilishe afanye mziki ambao umechangamka. Singependa kujihusisha na hilo kusema hmm, kweli. Uh, Alikiba rais wetu anajua anafanya nini. Uh, amekuwa kwenye game miaka ishirini unajua uh, ni msanii mkubwa, kwa hiyo uh, watu wanaweza kuwa na maoni uh, yao binafsi, wana haki ya kikatiba ya ku, ya kuongea na wanacho, wanachotaka kukizungumza, lakini uh, kila mtu anaelewa kazi anayofanya Alikiba, unajua. Kwa hiyo uh, kama mtu anakuwa na maoni tofauti, kusema kweli ya watu wana maoni binafsi na wana uhuru wa kusema wanachotaka kuzungumza. Kwani mtu hakujibu sana siku hizi acheleweshi. Hiyo itabidi umuulize yeye sasa. Eh, sulele natokea, ila kipindi kile, amekuwa ni hivi. Ndio mfumo ambao sasa hivi umebeba, na sasa hivi hakuwa mtu wa kujibu zamani. Lakini siku hizi kitu kikitokea hicho hapo, alisha mapema na unapata majibu, unapata matokeo yako. Hii unajua mitandaoni huko. Alijibu. Eh. Bahati mbaya, yeah, inawezekana <laughs> yeah. Pia na wewe unachangia katika haya, kwa nini mshauri labda, <laughs> <mnabua>, wa, wa, <laughs> watu wa karibu karibu labda ndio, ndio. No no, na mimi niko kwenye chumba cha habari, mi nasimamia habari hapa. Unajua mfalme ni ndio, ndio rais wa taasisi yetu, unajua, na mfalme Alikiba na crown pamoja nakuwa yeye ni president wetu yeah, lakini inapokuja kwenye masuala ya muziki anakuwa anasimama peke yake yeah. Yeah. Na sisi tunapokuja kwenye mambo yetu ya habari tunakuwa tumesimama, lakini moja yeah. Kitu nikupongeze sana, wewe umekuwa ni miongoni mwa watu, japo unafanya hapa Crown lakini unaokaribu na karibia na wasanii wote, Diamond pia napotokea majambo yake pia umekuwa ukisupoti sana pia ume, ume hoji pia katika sehemu tofau tofauti, interview zako ni nyingi sana ambazo mnakumbuka kumunazo. So, pengine kwa namna tu ambavyo pengine watu wanapotokea wanakuwa wanazungumza mambo kama haya, kwa namna unavyomfahamu Alikiba na Diamond, ni wasanii wa namna gani hasa, na unadhani watu wanapozungumza maneno haya yanaweza kusababisha pia tukarudi katika yale mabifu ya zamani. Hamna, hamna, hamna, hamna bifu ya zamani bwana. Watu wote wanajua kabisa kwamba Alikiba na Diamond ndio hazina za taifa hili, unajua. kwa hiyo bila shaka yoyote, mti wenye matunda ndio atakayopigwa mawe. Kwa hiyo na wao wenyewe ni wasanii ambao wamekomaa, wanafahamu kuna vitu ambavyo vinatokea avifanywe kama ni, ni, ni, ni, ni jambo kubwa eh. Ni vitu ambavyo vinakuja, vitu ambavyo vinapita. Wao eh, wanajua wanataka nini katika sanaa. Unajua, wametuburudisha kwa miaka nenda miaka rudi, tunafurahia burudani zao na bila shaka yoyote kwamba eh, tunaombea dua Mwenyezi Mungu aweke waendelee kutupa burudani eh, katika, katika miaka mingi inayokuja na, na tuzo nyingi za kitaifa na za kimataifa unajua. Kwa hiyo eh, sana unajua, sanaa sio kusimama tu kwenye, kwenye, kwenye stage na kuperform unajua, ni pamoja na kukabiliana na vitu vingine ambavyo na makando kando, nasema nakuja. Kwa hiyo ukomavu unaonekana kwa we mwenyewe ku uh, focused mtangazaji mwenzako kutokea hapa Crown alizungumza, Manara alizunguza kwamba ataomba radhi katika watu ambao amewakosea. Nikamsikia mtangazaji mwenzako kutokea hapa Mwijaku akasema hatupokei msamaha sisi. Unajua, mi <laughs> nisingependa kuingia katika majibizano ya mitandao kwa sababu uh, kuna watu kuna watu wanaishi kwenye mitandao uh, kuna watu wanaishi kwenye mitandao na kuna watu ambao wa hawaishi kwenye mitandao. Ikiwa ni mtu ambaye yuko positive, hawezi kuongea ujinga. Atakachokisema <laughs> ni sehemu tu kama waandishi habari kuuliza. Hapana, na, ndio na nachosema kwa hiyo eh, hatari ya kwanza kujibu kila kitu uta, unajua Marekani kuna ile inaitwa he say she say. Yaani wewe ukasema hivi, wewe ukasema hivi, wewe ukasema hivi. Utaishia wapi? Lakini umeishi nje kwa muda mrefu sana, um, mnani, uh, nini? Privacy ya mtu ikitokea iki, labda mtu amevujisha kama hivyo, livotokea mara nyingi sana mambo kama hali, kisheria pia waga wana, waga na dina vipi, hasa vitu kama hivyo. No, kama kuna uh, kuna sheria imevunjwa, bila shaka yote hatua za kisheria zinachukuliwa, zina, zina, unajua Uh, faraga na nadhani na, na, na, kuna sera mpya ya faraga ambayo, ambayo, ambayo ipo, Bwana Innocent Mungi ndo anaisimamia ana, ana, ana, nadhani ndo atakuwa kwenye nafasi nzuri sana ya kutuambia maswala hayo, um, lakini ni, ni, ni, ni swala moja nyeti sana, swala la, la, la, la, la, la faraga. Uh, kwa hiyo um, kama kuna sheria imevunjwa, sheria inaweza kufata mkondo wake. Unajua, na ndio maana tuna, tuna, tuna, tuna, tuna sheria za nchi, tuna sheria za faraga. Kwa hiyo mtu kama anahisi ana, ana pengine anahitaji kuchukua hatua na uhuru wa kufanya hivyo, nikupongeze mm. Pia kama mwana Simba kindaki ndaki, naona pia picha yako hapo iko, wewe na King, ilikuwa <laughs> ni siku ya Simba Day jana. Uh, imetoka taarifa uh, kutoka kasi Yanga kwamba kesi yao wameshindwa uh, jambo limerudi tena Tanzania huku. Na kumbuka hata kuna kipindi nilikuuliza maswali kuhusu je, kifanyike nini hasa ili mwezo mchezo uweze kuchezeka. Matokeo ambayo meto, yametolewa jana kuhusu kasi hasa. Mm, yameta tafsiri gani hasa katika soka letu? Hamna tafsiri. Nafikiri hakuwa na kesi ndio maana kasi kasi imesema hamna kesi. Na nadhani tunarudi pale pale kusikilizia mamlaka zetu zi mm. uh, pange tarehe ya huo mchezo. Yeah. Mm. Yeah, Mwanasiba pia amefurahi. Ma, ndio kufurahia vipi? Ati sisi tunataka kuona dabi, mchezo kwa, inshallah tutauona, tutafurahi kwamba tumalize malizi ligi na bila figi. Siku ile nilikwambia kwamba, unajua, singependa kugonga vichwa vya habari kwa habari ambazo tunaziona hazi, hazi, hazi, hazina maslahi na taifa. Unajua mimi wakati wote na maslahi ya taifa na kuwa mbele. Kwa hiyo uh, ni vyema tuki, tukiweza kuepuka habari kama hizi. Uh, Tanzania inatizamwa sana sasa hivi, unajua inavutia nyota wengi kutoka bara la Afrika, hata pengine hata nje, wakipenda kuja kucheza katika ligi yetu. Sasa tukianza kuingia kwenye uh, uh, uh, headlines ambazo hatuzihitaji, haina afya sana kwa. Ziishe tu vitu kama hivyo vimalize tu, tuendelee na ligi yetu, tuendelee kuuza nchi yetu, ligi yetu iwe namba moja ya Afrika. Unajua ikishinda ubingwa wa ligi Sina, sina matokeo sasa, tutajua tukimaliza hapa, lakini hey, hey. Uh, nadhani nafasi bado ipo Masimu. Lakini nafikiri nafasi kubwa zaidi ni ya kuwa mabingwa Afrika, shirikisho bila shaka yoyote, amefunga nani nane kwa maana ubora ubora timu yenyewe na kukutana na finali, haina performance. Wewe niambie, finali gani ina performance? Niambie, finali ni nini? Chukua chukua ndoo tu basi, haijalishi mmeupiga mwingi wala nini kinachotakiwa ni matokeo, ushindi. Unaona kombe lazima mbebe. Inshallah, inshallah bwana, inshallah na pamoja. Naipenda Simba, lakini ni kupeperusha bendera ya taifa letu kimataifa, lazima tujitangaze. Tunazunguza mambo mengi sana la. <laughs> Mwisho naambia nini watu ambao wanapenda kufuatilia katika kile ambacho wanachokifanya, kwa maana ya kuhabarisha wa Tanzania na mambo mengine pia, mwaka wa uchaguzi pia, rai yako neno lako la mwisho naambia nini hasa? Uh, sisi nasema kwamba bwana, kama waandishi wa habari tutafanya kazi uh, uh, kwa uwezo wetu wote ambao tumejaliwa tume nao, na ni matumaini yetu kwamba tutakuwa na mwaka mzuri, tutaenda kwenye uchaguzi uh, tukiwa salama salimini na tutatoka kwenye uchaguzi tukiwa salama salimini na tuta, sisi tutafanya kazi yetu kama tulivyo Uh, tunavyotakiwa kama jukumu letu, kama wajibu wetu, na tunaomba tu ushirikiano wa wasikilizaji wetu na, na, na, na watazamaji wetu uh, twende sawa, unajua yeah. Asante kwa wakati wako. Shukrani sana bwana. Karibu sana wakati wote. Asante. Na mtazamaji wa Bongo Plus TV nimetoka kuzungumza na Kikeke. Mimi ndo namwita hivyo mwenye kasiri lake hapa Crown na nimezungumza mambo mengi sana. Tumezungumza kuhusu burudani, siasa, michezo pia. Kama vile ambavyo amejitabanisha kwa sababu ni mtu ambaye hivyo vyote amekuwa kidili navyo ni mtangazaji ambaye mara nyingi sana vitu vingi anavifanya. Kwa hiyo ndio maana hata sisi nyote kukutana naye hivi tunakuwa na uhuru wa kuzungumza naye mambo mengi tofauti tofauti. Mimi naitwa Victor Madaha. Uh, Bianze camera alikuepo. Riziki bwana, hii ni Bongo Plus TV asante.